E bana, unajua Simba wamefanya kitu kizuri sana leo hii. Nimemsikia aimediali ameenda kufanya press pale TFF Karume, na amezungumzia mafanikio ya Wallace Karia kwenye soka. Anasema Wallace Karia amechangia ame mafanikio makubwa sana kwenye mpira wa Tanzania. E bana, Simba wana nidhamu sana, itakuwa ni heshima kubwa sana kama tutamheshimu muheshimu Wallace Karia. Tanzania chini ya Wallace Karia imepata mafanikio makubwa leo hii, siku chache tu zijazo, tunaandika rekodi ya kuwa na timu nne makundi kafu Champions League. Hakuna mtu ambaye amewahi kufikiria kitu kama hicho. Ina maana Wallace Karia ameutoa mpira wa Tanzania kutoka mavumbini hadi kuja kuuleta mjini. Wakati huu ligi ya Tanzania inatamba kama ligi namba nne Afrika. Klabu zetu Simba, Yanga, Azam, Singida Black Stars zinafanya vizuri kwenye mpira wa Afrika. Ni mafanikio makubwa sana haya bana. Nimpongeze Ahmed Ali, nimpongeze klabu ya Simba. Hakika wanafaa kuigwa na watu wengi, kwa sababu huwezi kuwa na ligi bora, huwezi kuwa na timu bora, ama huwezi kuwa na mafanikio kwenye soka kama chama chako cha soka kinalegalega. Wallace Karia kwenye hilo amepiga mafanikio, hata akiondoka atakumbukwa kwa miaka mingi sana. Eh, kwa wale wakali wa kuchambua michezo, vile vile wakali wa kubashiri njo kwenye grupu langu la WhatsApp, link ipo kwenye bio yangu, hapo unaigusa kwenye mitandao yote ambayo nimeipost clip. Mwisho wa siku unazama kule. E bwana, hivi uelekeo ni wapi vile? Eh, uelekeo ni hapa.